Hiyo muda unazidi kwenda, unajua. Mimi nashangaa ni hutaki kunipa mambo wewe. Wewe lete mambo, gusa, achia twende kwao. Sasa umekaa tu uvui. Wewe kaka wewe, huna hata haya, na mitaa kama hivi jamani, tunafanyaje hivyo mapenzi? Mimi siwezi mwenzangu. Aka. Asatai na nini na mambo yetu bwana? La ya tendo tuonane. Yani, tunda likikali unaliona kabisa hili hapa hili lenyewe hili. Pap. Sasa wewe unataka kiza kiza, ndo hmm, nini? Mwenzangu, siwezi. Kama huna taarifa za, lakini mimi siwezi. Siwezi kabisa na kwambia ukweli, we mitaa kama hivi buu. Kwa jamani, kama unafanya operation mlogazila ndio nini? Siwezi kaka yangu, kama ndo hivyo ndohivo, mitaa za rangi rangi napata wapi wapiwe? Hey, Ina inamaana ujui kama unaweza ukatembea na mpenzi wako. Sikia we bwana hmm, mambo ya rangi sio mambo ya taya ya mwanga usiani. Kaka siwezi kufanya mapenzi kama hivi Heyo hata ha, si si si kama una mjipu una mnundu una mkaswende una mgonolela una mnini we lete hapa, mambo ashakuwa ashatara dadi saa tisa ndiyo yaona hayo majipu sasa. Kwa nini unang'ang'ania mambo rangi? Wataka kunipa nini kaka? Siwezi kama unataaza rangi, mimi siwezi kufanya hayo mapenzi. Siwezi hata kama na ukurutu upalata uone. So kweli kama vipi, zime kabisa, zime. Nikikosea utajua wewe, nikiteleza je, nikienda nini ikulu ndogo A uh, mambo sio bwana. A uh, madaktari wenyewe tu washauri hivyo. Washauri tu eh, ta tuone la penzi bwana, tuone tunda ili hapa. Jiki jiki jiki. Wewe kaka, wewe mimi, kama hivi kama nipo studi. Siwezi. Siwezi, wewe kama baridi, acha tu nizime, lakini mm, unifanyie haki lazima tu, kwa sababu limenifika hapa, siwezi yangu <laughs> e, sio mbule lakini, umeupalanta kama una mijipu hapa, siku nyingine usije, nakwambie ndio uliotaka.